Na Mayahudi husema Manaswara hawana lolote, na Manaswara husema Mayahudi hawana lolote, hali ya kuwa wote wamepewa vitabu na kadhalika. Walisema wale, wale wasiojua kitu mfano wa kauli yao. Basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya Kiama katika yale waliokuwa wakiikhtalifiana. Sura Bakara, aya mia moja kumi na tatu.